Nam mtazamaji wa Faida Online TV, shirika lisilo la serikali la MSOAPO lenye makao makuu yake hapa mkoani Mtwara wamefunga safari na kuelekea moja kwa moja kwenye kijiji na kata ya Nanguruwe halmashauri ya wilaya ya Mtwara, kwa lengo la kuibua fursa zilizopo kutokana na uwepo wa gesi asilia pamoja na ujenzi wa kongani la viwanda naendelea pale mpakani kati ya Nanguruwe na Maranchi, lakini pia wameenda kuangalia namna gani wanaweza kuboresha masuala ya elimu pamoja na afya. Faida Online TV watafida nahna tume kuandelea taarifa hii. Mimi naitwa Karim Faida Mustafa Kuyunga ni mratibu wa miradi kutoka MSOAPO lakini na wengine tunasemaje, kwenye mapango ya elimu hali ikoje na kwenye afya hali ikoje? Lakini je, mapokeo ya miradi hii miwili ambayo tuko nayo, miradi ya gesi, miradi ya mafuta na gesi, lakini mradi ule wa konga, jamii imepokeaje? Na sisi kama serikali au wadau mbalimbali tumejipangana kabiliana na hizo changamoto ambazo zinaweza kutokea au faida ambayo ama inaweza kutokea kwenye uwepo wa miradi hii, lakini tukiunganisha na swala la elimu na afya. Halo. Yes. Yes. Tunaelewana kio. Kwa hiyo hapa tutakuwa mjadala <coughs> mfupi tu... kile kido nachoikisi kwamba tuna swala elimu likoje kwenye kata hii, lakini tuna swala afya likoje kwenye kata hii. Afya ikoje? Watu wanaelewa gani? Wana changamoto zipi? Wananufaika la nini? Lakini elimu hadi kadhalika, lakini uwepo wa kongani la viwanda Sindata sasa hivi tunaendelea kujenga. Ndio. Maana yake ni kitu ambacho sio cha cha muda mfupi. Cha milele kama kuna na ngoto sasa hivi. Changamoto ambayo wanaipata watu wa hiari sasa hivi, au faida wanayopata au changamoto, na sisi tutakuta Saudi Rwanda. Akiadi leo la kesho na watu waongeleka hapo kwa zaidi. Nafikiri mpaka sasa hivi kuna changamoto ya majumba ya kukaa. Watu wanatusema kwa hali si wewe. Lakini swala la uwepo wa mafuta ya gesi, wageni wanakuja na mambo mengine. ye tuna faida tuna changamoto au tuna tunawekaje, lakini mapokeo ya jamii yakoje, kuje mpaka sasa hivi tumekuanzia mpaka tulipo sasa hivi na kuelekea. Kwa hiyo ni tafakari ambayo tunakuja kwa sisi na tuweza kusaidia, tukiongea mmoja mmoja, anaongea na changia hiki na, na, na, na kusaidia hata kuweza kukaa na kuandika miradi ile kwamba tunataka kuingia Nanguruwe au maeneo mengine, kwa sababu kuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki hakuna taifa ambalo linaongozwa na watu bumbumu. Tunaelewana sijui? Kwa hiyo juzi amekuja pale mzazi na mwanawe akitaka mimi na mwenzangu mratibu tunuhusu kwamba, basi kaa naye tu, tukamwambia asiposoma tutakufunga wewe mwenyewe. Uongo baba na kwenda, mmempeleka shuleni, tumekupigia mwalimu, hajafika huko. Eh, unajua hawa wazazi wana kawaida, kama wanasema kwamba wanamtaka mtoto yule ima akawe msaidizi wa watoto mashambani huko, wanamtaka mtoto yule kama mnaosema hapa kwamba wanaita ugali ndani, wewe anahitaji ugali ndani wakati unajua mimi ni mwanafunzi si tatizo hilo. humu ndio mkufanya operation ukajua umo. Kingine katika swala zima la kuna jambo ambalo lipo katika miji ambayo inavyokuwa kama hii Nanguruwe hapa, mimi niwashukuru wenzangu wa MSOAPO hao vijana, yani vijana wachelewe tu waunde, ima wafanye kazi sasa ya kufuzana na hawa mitaani, wenda itakuwa ni suluhisho. Utoro unaweza liwa katika sekondari na msingi ni wengi wa drop out ambayo haina ufuatiliaji e, makimzazi angekuwa na ripoti ni nina, rahisi lakini, utakuta mtaji mwenyewe anatulia twende shambani anaondoka naye. Sasa hakuna taifa ambayo inachikia watu wake wawe bila elimu, hakuna. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama mashirika mengine yatakuja, yajikite zaidi kwenye kuwawezesha vile vikundi, na vile vile wasiwasahau vikundi vya wazee, sababu na wao wanaweza hata kama kwa kwetu fursa hiyo hawana, lakini wanafanya kitu kikaonekana na wale vile vile washikwe mkono. Lakini vile vilevile hali ile ya kuwainua walemavu inasaidia ku, kutoa ile hali ya kujiona hawawezi au siwezi shughuli ya kufanya. Lakini sasa hivi kuna vikundi vyetu, labda wanafanya kwa mfano, hapa kikundi cha walemavu kinafanya shughuli za ususi, kinafuga. Hata ikitokea maonyesho inakuwa rahisi kuwakusanya na kwenda nao na kuonyesha bidhaa zao. Kwa majina, naitwa Paul Faustin Chikwemba ni diwani wa Kata Nanguruwe. Mi washukuru sana watu wa MSOAPO, karibuni sana na mwendelee kuwepo, maana tuna mengi sana ya kuzungumza na nyie na mwezi kutusaidia, mmegusia uh, mambo mengi yakiwemo mambo ya elimu na pamoja na, na afya. Na mimi nitaongelea tu kwenye elimu, kwa sababu wazungu wanasema education is mother of all professions. Kwa Kiswahili wanasema ni elimu ni, ni mama wa taaluma zote duniani. Yaani haya mambo tunazungumza afya, stew, nini nini nini, nini, bila elimu hakuna kitu. Hakuna kitu, elimu ikidorora, maisha mengine hakuna kitu au madaktari tuliwafundisha sisi walimu. Maana mimi ni diwani mwalimu, hii kata inaongozwa na diwani mwalimu. Kwa hiyo mimi binafsi napenda sana kata yangu ya basi iwe safi kabisa kwenye mambo ya elimu. Na mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV. Ni kukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu, ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa fieldi. Asante na kwaheri.